DW. Habari za Ulimwengu. Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. <muchu> Afisa wa jeshi la Marekani aonya kuhusu hatari ya kutanuka kwa mzozo kati ya Israel na Lebanon. <muchu> Zaidi ya polisi 15 na raia kadhaa wameuawa na wanamgambo wenye silaha huko Dagestan nchini Urusi na kikosi cha polisi wa Kenya kuelekea Haiti hapo kesho. Habari kamili. Washington, afisa mkuu wa jeshi la Marekani ameonya kwamba shambulio lolote la kijeshi la Israel nchini Lebanon litasababisha shambulio la kulipiza kisasi la kundi lenye nguvu la wanamgambo wa Hezbollah wanaofadhiliwa na Iran. Jenerali wa Jeshi la Anga CQ Brown amesema makabiliano hayo yanaweza kupelekea kutanuka kwa vita na hivyo kuviweka vikosi vya Marekani katika hatari eneo hilo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema hapo jana kuwa anatumai kufikiwa kwa suluhisho la kidiplomasia lakini, akasisitiza kuwa ana uwezo wa kutatua tatizo hilo kwa njia tofauti ikiwa itahitajika. Waziri wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant anatarajiwa kujadili suala zima la mzozo wa Mashariki ya Kati katika ziara yake iliyoanza jana nchini Marekani. Moscow. Zaidi ya polisi kumi na watano na raia kadhaa akiwemo kasisi wa madhehebu ya Orthodox wameuawa hapo jana na wanamgambo wenye silaha katika jimbo la kusini mwa Urusi la Dagestan. Taarifa hiyo imethibitishwa na gavana wa mkoa huo Sergei Melikov, aliyeeleza kwamba watu wenye silaha walishambulia kwa risasi makanisa mawili ya Kiorthodox, sinagogi na vituo vya polisi katika miji miwili ya Derbent na Makachakla. Kamati ya kitaifa ya kupambana na ugaidi nchini Urusi imesema mashambulizi hayo ni vitendo vya kigaidi na kutangaza siku tatu za maombolezo katika mkoa huo wa Dagestan wenye Waislamu wengi. Katika tukio jingine, Urusi imesema Marekani imehusika katika mashambulizi yaliyofanywa na Ukraine katika rasi ya Krimea na kusababisha vifo vya watu wanne na kuwajeruhi wengine zaidi ya 124. Moscow imeilaumu Washington kwa kuipatia Kiev makombora ya kisasa yaliyotumiwa katika shambulio hilo. Nairobi. Kikosi cha polisi wa Kenya kitaondoka kuelekea Haiti hapo kesho Jumanne Juni 25 ili kuongoza ujumbe unaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa kukabiliana na ghasia za magenge katika nchi hiyo ya Caribbean. Kenya ilijitolea kutuma takriban polisi 1000 watakaoungana na vikosi kutoka nchi nyingine ili kusaidia kuleta utulivu nchini Haiti, lakini hatua hiyo ilikabiliwa na changamoto za kisheria katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Rais William Ruto amekuwa akiunga mkono hatua hiyo ambayo inatiliwa mashaka na shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch, hasa kuhusu ufadhili wake. Mbali na Kenya, nchi nyingine ambazo zimeonyesha nia ya kujiunga na ujumbe huo wa kulinda amani nchini Haiti ni pamoja na Benin, Bahamas, Bangladesh, Barbados na Chad. Riadh, Mamlaka nchini Saudi Arabia imetangaza kuwa idadi ya mahujaji waliokufa kutokana na joto kali wakati wa hija mwaka huu imefikia watu 1301 na, na kwamba asilimia 83 ya waliokufa walikuwa, walikuwa mahujaji ambao hawakusajiliwa. Miongoni mwa raia wa Misri 658 waliokufa wakati wa kuhiji, 630 walikwenda Maka lakini hawakusajiliwa. Rais Abdel Fatah Al Sisi amemwamuru waziri wake mkuu Mustafa Madbuli kuchunguza kiini cha mkasa huo. Takriban nchi kumi ndizo zimeripoti vifo vya raia wake walioshiriki moja ya nguzo tano za Uislamu, ambayo waumini wote wenye uwezo wa kiafya na kifedha ni lazima wakamilishe angalau mara moja katika maisha yao. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bon. Jeneva, moja ya hospitali zilizosalia na zinazofanya kazi katika mazingira magumu kwenye mji wa Elfasha nchini Sudan imeshambuliwa kwa risasi huku mhudumu mmoja wa afya akiripotiwa kuuawa Ijumaa jioni. Taarifa hii imetolewa hapo jana mjini Geneva Uswisi, na shirika la madaktari wasio na mipaka MSF, ambao wameongeza kuwa hali katika jiji hilo ilikuwa mbaya mno na msaada wa dharura haukuweza kutolewa. Wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wamekuwa wakiripoti mashambulizi ya mara kwa mara yanayozilenga hospitali huko Elfasha, huku maduka yakiporwa na wanawake wakifanyiwa ukatili. Niame. Jeshi la Niger limesema limemuua Abdullahi Suleiman Idwal, anayeaminika kuwa mwanachama mwenye ushawishi mkubwa wa kundi la kigaidi linalojiita Dola la Kiislamu IS wakati wa operesheni ya kijeshi magharibi mwa nchi hiyo. Makabiliano hayo yalifanyika katika eneo lisilo na utulivu la Tilaberi kunakopatikana mipaka ya nchi tatu za Niger, Mali na Burkina Faso ambako kwa miaka kadhaa sasa magaidi wamekuwa wakifanya mashambulizi licha ya kutumwa kwa vikosi vya usalama. Jeshi la Niger limesema pia kuwa siku ya Alhamisi magaidi tisa waliuawa na wengine 31 walikamatwa katika operesheni ya kupambana na makundi ya jihadi katika eneo hilo. Frankfurt na katika mechi za kombe la Euro mwaka 2024 jana usiku Ujerumani ambao wameshafuzu hatua ya mtoano walilazimishwa sare ya moja moja na Uswisi ambao pia, matokeo hayo yamewawezesha kusonga mbele. Katika mechi nyingine, Hungary waliicharaza Scotland katika dakika za nyongeza bao moja kwa bila, na wakiwa na pointi tatu na tofauti ya mabao kadhaa, Hungary sasa watalazimika kusubiri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 Habari za Ulimwengu.